Margaret Nduta aliyehukumiwa adhabu ya kifo nchini Vietnam kwa ulanguzi wa dawa za kulevya amemwandikia barua nzito mama yake aliyopo nchini Kenya na kumsihi asife moyo kutokana na jambo hilo. Margaret Nduta anaandika, ndio najua siku na muda wa kukutana na muumba ndio najua ni leo. Wakenya wamekuwa wa kweli kiasi kwamba wamejaribu kila njia kuniokoa ila zote hazijafanikiwa. Wengine wananiita mhalifu lakini nadhani mimi ni mwathirika. Nilikuwa na ndoto vile ningefanikiwa na nirudi nyumbani ni kuwekea maisha mazuri mama, lakini wamezikatisha ndoto. Najua hii ni kitu cha mwisho na kuandikia, ila majibu yako najua nitapata nikiwa na mizimu. Waache niendelee, labda nitapata haki nikikutana muumba. Najua itakuumiza kunipoteza, lakini najua wewe ni mwanamke mwenye nguvu utaweza kukubaliana na hili ndugu zangu waonyeshe, nilienda kutafuta, ila itachukua muda mrefu sana kuonana nao. Ngoja nikabiliana na kisu, ila nina swali moja niloliacha duniani, mimi ni mwarifu au mwathirika au mwanga? Alitamatisha hivyo Margaret Nduta, ambaye siku ya jana ilikuwa ni siku ambayo alipaswa nyongwe huko nchini Vietnam. Hakuna taarifa zozote kutoka katika serikali ya Kenya kuhusiana na swala hili.